Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Je, yeah, umewahi kujiuliza nitatumaje barua pepe kwa mtu? Yaani email. Au labda umefungua Gmail mara kadhaa lakini hujui wapi pa kuanzia? Usijali, leo nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kutuma message kwa kutumia email. Kaa tayari ili tuende sambamba. Hatua ya kwanza, fungua Gmail kwenye kifaa chako. Ukisha click Gmail, nenda moja kwa moja kwenye compose. Click compose, kisha kwenye sehemu hii hapa ya tu Andika email ya unayehitaji kumpelekea ujumbe. Mimi nampelekea technologisttv@gmail.com. Hakikisha email unayoiandika ni sahihi, kisha kwenye sehemu hii ya subject. Hapa utaandika kichwa cha ujumbe wako yaani, ujumbe wako unahusu nini. Kwa hiyo wangu mimi unahusu bei ya vifaa kwa hiyo naandika hapo bei ya vifaa, kama unavyojionea mwenyewe. Kisha kwenye sehemu ya compose, email, hapa utaandika ujumbe wako, yaani namaanisha ujumbe kamili, ni kama unatolea maelezo ya heading ambayo umeituma hapo juu. Kwa hiyo mimi naandika maelezo yangu kama unavyoona hapo, kwa maana bei ya kila kifaa ndo naweka e, maelezo kama unavyojionea. Kwa kuwa anahitaji kuambatanisha na kitu chingine kama document chini, ndio maana onesha kabisa hapo kwamba kinachofuata e, ni kitu fulani. Kwa hiyo na wewe utaandika kwa mujibu wa maelezo yako na kile unachokituma kama unataka kutuma picha au file, basi bofya alama ya paper clip hiyo hapo ambayo nimeionyesha hapo. Kisha mimi napenda kutumia files, kwa hiyo na klik kwenye sehemu ya files, lakini unaweza kuklik kwenye picture au sehemu yoyote ile. Kwa hiyo huku unakwenda kuitafuta ile document ambayo naihitaji kuiambatanisha kwenye email yangu. Na hisi ipo kwenye memory card. Kwa hiyo na click memory card, kisha na scroll down, kisha naichagua ile document ambayo nahitaji kuiambatanisha. Tayari nimeshaiambatanisha, kwa hiyo kilichobakia ni kusend. Kwa hiyo na click kwenye sehemu hiyo ya alama ya send, nikisha kuclik hapo, yenyewe itajituma. Kwa hiyo kama utavionea hapo unaweza kukensel kwa kubonyeza cancel iliyo hapo hapo chini, au ukaacha ijitume ili ifike katika sehemu sahihi. Hebu twende tukaone anayetumiwa anauonaje huo ujumbe, yani anauona katika hali gani? Anauona katika mfumo huu, yani anaona jina lako, lakini pia anaona heading, lakini pia anaona maelezo. Kwa hiyo akiuklik anaona heading Anaona jina la aliyemtumia, anaona maelezo, lakini pia anaona kile kilichoambatanishwa e, katika ujumbe huo. Ni kusihi tu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushea video zetu. Tukutane kwenye video zijazo. Hii ni Technologist TV, karibu tena, bye bye.